Unaangalia msangazi TV. Kama inawezekana kuwa kiongozi sehemu yoyote, mahali yoyote, bila kupoteza utu wetu. Tuache tusidanganywe na wanaume, wasitukatishe ndoto zetu. Tumezungumzia huu msaada wa kisheria ambao umewekwa, ambao kanuni zake za maadili zitaenda kutumika hususan katika uchaguzi huu, lakini sasa wewe kama mtoto wa kike tabia zako kweli na heshima yako sio nzuri tokea mwanzo. Kwa maana hiyo, kanuni ya maadili kakubebe hapana. Tutakuwa na viongozi tu ili mradi viongozi, ambao hataku, hataweza kuwa role model wazuri wa watoto wetu baadaye. Tujitahidi sana, kanuni ya maadili ikafanye kazi na sisi tujiheshimu, tuwe na maadili mazuri kama tunataka kwenda kuwa viongozi, tuache nitakupa atakwambia uongozi kwa hakika, tunasema mama hana deni, kamaliza katika kipindi cha miaka minne sasa na nusu amekuwepo rais, tumepata trilioni mbili, trilioni tatu na milioni na bilioni mbili katika sekta afya, ya afya, Mheshimiwa Rais ameweza kujenga zahanati mpya sabini na mbili katika kipindi chake, lakini tumeweza kujenga vituo vya afya ishirini na mbili vipya na hospitali sita mpya. Mama Samia oy oh, yeah. Lakini tumeweza kuona tija, kwani tumeweza kupunguza vifo vya wakina mama wajawazito kutoka vifo 55 katika mwaka 2021 hadi vifo 30 na bado hali inaendelea kupungua katika elimu. Sisi wanawake na uongozi tuko pamoja na munguja. Yeye ni mfano, yeye ni hamasa, yeye ni nuru kwa wanawake wengi waliokuwa gizani wakiamini ya kwamba wanawake viongozi amefanya makubwa Tanzania hii ndani ya miaka minne ambayo marais wengine walifanya katika miaka kumi na hawakumaliza. Unaangalia Msangazi TV.